Sana DJ wakati wa mwandaa Chris Mauki ashushe funda la wate la mwisho na pumzi ya kutosha kuja kuzungumza na Watanzania wanaopendana, naomba mwandalie playlist yake kidogo vizuri taratibu, akina baba wafahamu mambo ya kina mama. Sasa akina mama siku akiwa anatokea, haya na nyinyi mnaongea nao

Ngoja nikwambie siri moja wanawake wengi wana point wanavyoongea ila wana wanaharibu safari yao ya kufikisha ujumbe kwenye namna wanavyoongea wana ujumbe mzuri yani wanahoja lakini wanaharibu kwenye how Yani wanawake huwa wanasema Juzi nilikuwa na mtu moja akuja ofisini, akaniambia Chris, mke wangu, mme wangu anasema mi sina nidhamu, si mweshimu. Nikaambia nipe scenario moja, akaniambia na siku moja tumepanga na mme wangu tuende Seacliff. Sasa so, mme wangu akaacha pete pete. Akaacha pete ya nd alis lisahau y kwa mi nikamwona haiache, yaani mke anasema nikamwona mme kafanya nini? haiache Nikaichukua, nikaweka kwenye pochi yangu, tukaenda sasa. So tulipofika Seacliff, wakati gari imesimama, tunataka kushuka, nikamwambia yaani, umepanga mwenyewe kuacha pete yako sio, na mambo yako gari hiyo hapo, naomba uivae. Safari ya kugali, <laughs> ya Seacliff ikaishia <laughs> pale pale Ngo. <laughs> <laughs> <laughs> unanielewa? Yaani, safari ya siku ilikwishia pale pale. Anakwambia ugomvi wa ile issue ya pete uliendelea for the next seven days. Nikamwambia, sikiliza, nimegundua kwa nini unasema mume wako anakulaumu kwamba unaongea sana na una maneno ya dharau. Nikamwambia hivi sasa hichi, nakwambia na wewe mwanamama, ujue kuna tofauti ya conversation na argument kuna tofauti ya mazungumzo na vijembe. Unachokiongea kiongee katika hali ambayo unakiongea kirafiki, usiongee katika hali ya kulaumu. Ukikifikisha katika hali ya kulaumu, ego ya mwanaume ikishaona inalaumiwa, si tu na wewe, hata na bosi wake ofisini, ikishaona inalaumiwa inatendi kujenga defense. Sasa kuna kitu tunaita defensive mechanism , nafundisha wanafunzi wangu wa PhD. Ziko kama tisa au kumi na mbili defensive mechanism. Sasa ikinyanyua ile defense uh, umpati tena maono mazuri. Sasa nikamwambia mama, hii ni sentence ya umeamua kuacha pete yako sio, na mambo gani, una mpango wa um, kukutana na nani au una mpango wa kufanya nini ya siri. Nikamwambia, maana yake kumwambia sentence, maana yake wewe, kwa sababu unaishi emotionally, wewe ni mwanamke, umeshagundua kwamba ana agenda ya siri. Na ndio maana kule kuacha simu kulikuwa intentional, sio bahati mbaya. Na ulipo aju hivyo, maana yake hata akikwambia kwamba nimeacha bahati mbaya, tayari sentence yako imeshakataa kwamba hii sio bahati mbaya kwa sababu umeshamwambia umeamua. Umeamua maana yake intentionally ume decide. Sasa, kwa hiyo umeshafunga milango yote ya mazingira ya huyu mume kukuonyesha kwamba ilikuwa nimesahau bahati mbaya. Nikamuuliza, mlikuwa mna mpango wa kuenda sehemu nyingine yote baada ya ya, ya mtoko ambia tulikuwa tukienda, tupate dina, turudi nyumbani. Okay, nikamwambia kama mkila na mke wako na mme wako kwenye meza. Kila mtu anapita sana najua huyu ni mke na mume. Wenza anapete au anapete. Angekuwa anakwenda sehemu nyingine tungeweza kusema anataka kuapruvia watu kwamba mimi I am not married. Na ngoja nikwambie kwambie: siku hizi wanaume wengi na wanawake wengi issue ya pete is not an issue kwa kwao, eti kwamba anataka kutaka kwamba unapete. By the way wengi tumewaoje wanakwambia wakiona wana pete ndio wanavutiwa zaidi kwa sababu wanajua una mke wako na yeye. Alafu kila mwanamke ambaye ana mtu ambaye ana mke anafikiri kwamba ni, ni mke alafu yeye. Na sisi tunakuwa kuna wengine wengi tu kabla hata ya ya yeye. Na wengine tumewaoje wanasema wakiona pete wanajua tayari kwamba huyu mtu anajua responsibilities. Yaani nikiona pete najua kabisa huyu anajua maju, majukumu. Ukimkuta hana pete. Anaweza akashangaa akwambia, unaelewa, naomba nimpigie mshikaji wangu mmoja, kitu. Kwa akiona pete anajua kabisa huyu, kwanza anajua kutunza familia, anajua kutunza mke, anajua kutunza siri, anajua kwa hiyo niko safe. Kwa wengine vijana wanamwambia sasa hivi na vitu inabidi tuvae pete ili tu qualify. Sasa wewe ambao unaona akiondoa pete ndio ana nani? Kumbe sasa nilipomuuliza yale maswali yule mama akasema kweli hapo nilichemka chemka. Nikamwambia kwa mfano, ulivyoiona ile pete ukamwambia mpenzi kama unaitana mpenzi, wengine wanaitana mpenzi, wengine wanaitana hani, wengine wanaitaka baba nani, au mama nani. Huwa zinaanza kai zinaanza kama mpenzi, hani, chocolate, my sauce, my sauce. Ndio kikombe na kombana hapo zinaanza kufunga kungua, kungua kungua. Anakuja mama nani, anamwambia wewe mbona unaiti jina la zamani? Hakupitii. Mpaka mwishoni. Nani? Wewe? <laughs> O, haiti mda mtoto wala wako, lakini unajua kabisa hii wewe ni mimi, na unaiti kabisa, ndio kiko inakuletea, unajua kabisa wewe ni ni mimi. Unajua hapo gari imeanza kuacha njia hiyo, hapo ya gari mara nyingine unasemaga ilianza iliacha njia kule ikaja kuangukia. Sasa nikamwambia unge ungeichukua unge ile petro, kamwambia angalau usisahau pete yako asinge asinge kuwa mbogo, kwa sababu pale oh, you are not judgmental, ndio unajua lazia akasaa. Lakini umeichukua safari nzima umeificha ili ukamate nini mwizi? Sasa mmefika bila hata kujua kwamba sasa hivi tunaenda kwenye mtoko. Mara nyingine anamwambia ukiona mudi ya mzee leo amekaa vizuri, unajua kwa sababu hapa leo mapenzi tunafanya, usiharibu usiharibu mama huyo huyo anaongea, apiga pisi na mke wake, mama yake anaongea vizuri, anakwambia leo moja nne imekaa vizuri, alafu kuna basi leo usichelewe, usi, usi, kuja mpenzi leo mambo yetu yale. Haya, ntakuja. Ukiona karibu anachelewa, au ndio kumkumbusha, from nowhere wewe mwenyewe unaharibu tena. Unakumbuka yeah. kwa na kwambia usichelewe, sio unapitia kule, kuna nini zako kule? Ah, napitia wapi wapi, umeshaanza Kina mama, mjui, mwanaume akikupa kitu ambacho ameinterpret ambacho amekiwekea nia yake kwamba ni msamaha anakuomba, alafu ukakichukua ukaanza kukitumia, alafu kuna siku ikafika ukakumbushia lile kosa, mnagombana. Kwa nini mnagombana? Kwa sababu ukitumia kitu alichokupa kwa sababu ya msamaha, yeye anaashumu umesha samehe. Ukirudia ukakitaja au ukakisema, anaona unarudisha mambo ya zamani mezani, kitu ambacho umesha samehe, vita inanyanyuka. Kwa hiyo mara nyingi nawaambia akinamama, kama unaona umepewa kitu ambacho ni replacement ya msamaha, kuliko ukitumie, bora usubiri, mukiongee kiishi bora usitumie ile zawadi au utumie wakati mmeshazungumza, kwa, kwa sababu kesho na kesho kutwa moyo wako utaendelea kuuma, utaona unanyenyasika, utaona unaumia kwa sababu hujamsamehe, na yeye anashumu umemsamehe, na ukiliweka tena ukilitaja tena inaleta vita. Mara nyingine nikasema ukiona okay, zawadi zinazidi baadhi ya nyakati ambazo ni ngumu, vizuri umuulize mwenzako, hii ni zawadi au ni msamaha? Ingawa mara nyingi sisi ni ngumu kusema, unajua mke wangu nakupa hii yani pamoja twende safari fulani pamoja, kwa sababu nilikukosea sana. Ngumu kusema, lakini mara nyingi interpretation iko kwenye ugumu wa kuomba msamaha na ku aka kureplace. Cool. Lakini tofauti nyingine kwenye issue ya kuomba msamaha kwenye issue ya revenge, visasi. Unafahamu mwanamke akifanya kitu kama ameumia au umemuuzi, anataka kufanyia kisasi. Mwanamke hawezi kufanya kisasi kwa siri, wachache. Wengi wanazungumza. Yeye, yani, umenifanyia hivi, utanikoma. Nitakukunya, nitachemsha maji ya moto ukirudi. Yaani anasema kabisa, anakuambia plan yake yote anataka kufanya. Wanawake wao wanazungumza. Uzuri wa wanaume au tatizo la wa wanaume, hawasemi. Yanaweza kushangaa from nowhere umefanya kitu halafu hakuambii chochote, lakini ndani yake ameshapanga nini kisasa. Utaona matokeo, ananuna. Halafu ukiuliza ananuna nini, mbona mama yangu naona amebadilika, wewe tu ndio unaona hiyo, kila kitu kiko poa poa. Haya, wengine sio kununa, wengine wanazira. Juzi, mara moja, akaja nikaambia kwa mfano ulivyomfanyia hivi kosa, mtaongea ni nakambia mimi mangu, yani hapa, huu mwezi mzima hayupo, najua kabisa atuongee, kashamfahamu mwezi, yani akizira ni mwezi <laughs> <laughs> na ngoja agundue kwamba kule kuzira au kule kununa, pana kuna kuumiza. Akigundua ndio, uh, umetia mbolea mmea, anaendelea kuongeza spidi hapo hapo. Lakini wako ambao kwa kule ku revenge Tumefanya tafiti affairs, yani mahusiano mengi yaliyo nje ya mahusiano ndo oh, no, mengine yanafanywa kwa revenge, lakini bahati mbaya kwenye psychology iko hivi, mtu au mwanaume akifanya akifanya affair kwa ajili ya revenge, ego alionayo. Nikisema ego mnaelewa? Yes. wanaume wana ego, sawa zaidi ya wanawake, wanaume wana ego. Ego kwenye saikolojia, kuna kitu anakiita ego, yaani kile kitu ambacho mwanaume ukimshauri anakuwa mgumu, si unafahamu, anakuwa mgumu kupokea ushauri wako. Ile inaitwa ego, yaani kuliko apokea ushauri wako bora apokee rafiki yake. Ile inaitwa ego. Sasa aki akifanya revenge ya kuchiti kwa mfano, kwa sababu kuna kitu ndio yeye kumfanyia wewe, kwa hiyo ana revenge hata kama revenge hiyo ni, ni hailingani uli na ulichokifanya, ile ego huwa ina justify, ile ego inamwonyesha ina kwamba ulichokifanya unastahili kufanya hivyo hivyo kwa sababu na nawe umefanyiwa. Kwa mwisho wa siku, wewe mwanamke ukiamua kuwa na afea, ukawa na na na, na mtu nje ya ndoa yako kwa sababu ya kitu ambacho umeumezwa na mume wako, utajikuta baada ya kufanya hivyo guilt inaelewa kukuandama nikisema guilt, unaelewa ile hali ya kujishtaki Mwezi mmoja umepita, nimepanda mama mmoja kuja ofisini kwangu, anambia Chris, miaka miwili iliyopita tulikuwa na matatizo makubwa sana mume wangu, nikachiki miaka miwili imepita, lakini naona kila siku ni kilala guilty na niua yani, nimekuja unisaidie, natoka vipi hapa? Nikamwambia mume wangu anajua? Akaambia ajui kitu hata kidogo, lakini nasikia kufa guilty. Lakini kwani kwambie, unafikiri mume wa huyu mdada angekuwa amefanya hivyo ange, angekosa usingizi? Angiurma kwanaake. Sasa sisi tuko tofauti. Ukifanya kitu kwa revenge, ile guilt inakupa ku- kujustify wewe, ukirevenge kwa kitu ambacho kiuha, unaona kabisa, nilikuwa na haki ya kufanya hivyo. Guilt haikuachi, unaumia moyo, unaumia moyo. Sa huo ndio utofauti ulio lakini baada ya ugumu kuomba msamaha ni vizuri pia kina mama mngefahamu vitu ambavyo tunatakiwa mtufahamu sisi wanaume ni kwamba sisi na ninyi tuna tofauti mkubwa sana kwenye brain. Ni ubongo. Ukienda kwenye Google, uki, uki, uki Google male brain au ubongo wa mwanaume, alafu ubongo wa mwanamke. Angalia vitu vilivyoko kwenye ubongo wa mwanamke na ubongo wa mwanaume. Angalia hata maumbile. Unaona tofauti. Yaani, yaani ulivyokaa hapo na mke wako au na mume wako, ubongo zenu ni tofauti. Na utaona kuna mambo mengine hapo kwenye tabia wewe hujui, lakini yanaonyesha jinsi ambavyo ninyi na ubongo ambao ni tofauti. Ndio kwa mambo machache. Ubongo wa mwanamke uko umeku, umekuwa connected kwenye zile pande zake mbili, uko connected sana sana ubongo wa mwanamke, wakati wa mwanaume uko connected very less. Sasa zile connection connectivity iliyoko ndogo kwenye ubongo wa mwanaume

ubongo wao unawaruhusu kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Wakati huo anawaza kuhusu mtoto, anawaza mume wake sijui atapasiwa nguo yake, anawaza mtoto mume wangu ni mwandalie leo maboga au chai au anapenda uji, anapenda hapo hapo anawaza si hivi na hivi, hapo yaani anawaza vitu vingi wakati mmoja, au vyote vinafanya kazi wakati mmoja. Mwanamke, mwanaume hawezi hiyo kazi. Wewe, wewe unataka kujua, ongea na mwanamke wakati ongea na mume wako wakati anaangalia mpira kama anapenda mpira akiwa ameshika remote, timu yake inacheza, ongea naye, mwambie huyu mtoto anaenda kwenye kwenye nani kule atamwagiwa maji ya moto hebu mshike mtoto, anaweza kana nani kaungua. <laughs> Mimi naamini Biblia, maandiko nasema mwanamke mpumbavu ataiharibu nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Huwa anawaambia kina mama hivi hivi, kwa nini haikuandikwa mwanaume mpumbavu au mume mpumbavu? Kwa sababu impact ya vinywa vyetu kwenye ndoa au kwenye, kwenye mahusiano ni ndogo kuliko impact Mbona mami, wewe mke mimi nikienda kwa wakwe zangu. Alafu, nikasema nikamwita mtu labda ndugu wa mke wangu nikamwambia pale toilet kuna buibui hapo, kalitoe. Amna mtu atakumbuka e sentence nimesema. Lakini mke wangu tukaenda nyumbani kwetu, alafu akatoka toilet akamwambia mdogo wangu kuna buibui pale toilet, ukalitoe. Tukiondoka. Kionaelewa <laughs> <ilo> mtu anasema? <laughs> kweli kwetu na buibui amekuja ametembea na buibui hadi kwenye uso . Yaani amekuja hapa akatwambia, tunalala na mabuibui <tuhi> sicho ulichosema. Ukiona mke alisema, kwa intention mbaya nzuri, alikuwa na intention nzuri kabisa, lakini lile neno limetafsiriwa na mara nyingi kesi zikija kwetu na kinamama, mnasema siku kwanza haikuwa, si, haikuwa nia yangu. Issue sio nia yako, issue ni tafsiri. Mwanamke, akina baba, mwanamke anapenda communication, kitu ambacho Mungu amempa kwenye ile, uliokwambia ule ubongo, ile tofauti ya ubongo. Anapenda kuambiwa, anapenda mawasiliano, anapenda kuwa involved kwenye mambo yako, ucommunicate Mmoja kaji ofisini kwangu, nikamwambia niambie mambo makubwa kwa hiyo upendi kwa, kwa mme ambia, kua, mume wako. Akanambia Chris kuwasiliana. Mume wako, mume wako ni mwanajeshi. Anamwambia, yani ana ukifika usiku. Anamwambia niandalie begi kesho na safari. Au anaondoka asubuhi, anaenda ofisini. Akifika ofisini kuna safari ya kikazi au binafsi. Alafu hamwambii mke wake, mke wake anasafiri. Alafu akifika usiku anamwambia nimeharibikiwa na gari hapa Msata, ehhe, kwani Msata au ehhe, nalekea Moshi. Unaona? <laughs> Mungu mume anaona, ehhe sawa. Baba mmoja akamwambia mke wake sasa, una- unakasirika kwa sababu nimekwambia sasa hivi, yaani hata hii tu niliokwambia shukuru. <laughs> Mungu mwanamke anataka communication. Kwa mwanamke anapenda, anapenda hadithi. Yaani kwa mfano, amekufungulia gate kwa mfano, mke wako akufungulia, unaondoka siku siku ya kazini. Ukirudi, akirudi, ukirudi, anatamani anatamani hadithi nzima, ulivyoenda, ulivyoondoka, ukafikaje kona hii kawaje, ulimpa mtu lift, ukumpa, alikuwaje, alivaaje, ukaenda ukaenda hivi na ofisini ilikuwaje, na nina nini, anataka hapo katikati umcheki, umwambie unaendeleaje, anataka hivi wanaume tulioko hapa ukiona, asubuhi uko kwenye shughuli zako umeondoka salama, ikafika mpaka jioni hujamwangalia hujamcheki mke wako kwa sababu isiyohusu kitu kingine chochote, sio mtoto, sio nyumba, sio yaani, ukamcheki tu yeye. There's a problem. hata kama mke wako amezoea, ngoja nikwambie, amefundishwa kuwa sugu, kuwa mwanajeshi kwenye mahusiano, lakini hakuumbwa hivyo Hivyo naa, kuna watoto ambao wanatakiwa kula milo mitatu au minne, lakini maisha yamewafanya wazoee milo hii, mlo mmoja yaani kabisa. Hata ukimletea wa saa nne wala haenjoy yeye, kazoea huwezi kusema eti, ah, babu wamezaliwa hivi hivi. Yaani wamezoea, wameumbwa vizuri na mua umewazoesha kuishi kijeshi, na ngoja ya kwa best communication Chunguza simu ya mpenzi wako kama mna amani na simze, simu zenu. Maana simu nayo ni janga lingine. Mama mmoja akaniambia, nimekaa from nowhere, nikasikia tu mtu yuko bafuni. Oh, Mungu wangu. Akaambia nini? Simu yangu. Kumbe anaiweka pale kunakokaa sabuni. <coughs> Juu ya mlango pale. Sasa wakati anachukua sabuni, Ikashuka bwana kwenye maji, akawa anajaribu kuidaka ikatumbukia. Sasa so ile involuntary action akajikuta anapiga kelele mwenyewe, mke mwenye akamwambia, sasa mume wangu mbona umeenda nayo bafuni? sa so unajua una hata jibu swala la kuuliza hiyo, so swali sa jibu. Unajua yani, kuna watu ana password mpaka yeye mwenyewe aliziweka, anazisahau <laughs> Yaani unaingiza password mpaka simu yeye inashindwa kuelewa inafikiri kwamba umenunua mpya. Ah, he I want I feel to understand. Yaani, na nawazaga mimi binafsi, hiyo si ya kweli. Mimi nawazaga na mke wangu. Hivi, ni nini ambacho ninastaki aone ya mvusa sana kwenye simu yangu. Yaani sana kama simu imekoma bomu inakuwa protected. Simu huna komfo la kumwachia mtoto wako akae nayo wa mako, unajua takutala vitutampofua macho. Huna komfo ukiona mawasiliano yako na mpenzi wako mwanamke au mwanaume, yako tu kila message mnayopeana ni kuhusu mtungi wa gesi, mafundi, kuna vuja nyumbani, mafundi wamekuja, ile hela umeacha ada Huyu nani anasema kitu fulani kinaisha? Yaani ukiona ndio hayo tu unajua kuna tatizo sehemu haiwezekani. Yaani mke na mume mnaongea kuhusu vitu vitu vitu vitu. Samoa sama au messages zenu zinatakiwa zihusishe pia ninyi. Uko poa? Mzima? Unaendeleaje? Sawa watu wengine wanasema hapa hii inaisha kwa kufanana na age lakini <laughs> na changamoto nzito na uenza. Bora tunakuta mzungu mzee anaenda kanisani kashikana na mke wake. Uko Dodoma na huko tunapotoka mke na mume wakiwa barabarani huwezi kujua mke na mume so, mume yule kule, mke huyu huko. Wengine tukianza kufanikiwa kila mtu anatumia usafiri wake, ukifika taniambia. Tukishafanikiwa likitanda lako la saba kwa nane pale, mkigombana jamaa akakona ile, wewe unakaa kona hii, hata akilala ubaba hivi hawezi kukugusa. communication ni vizuri, ufanye evaluation ya mawasiliano yenu yakoje, yaani mnazungumza je kuhusu tu watoto? Mara nyingine nasema ukiona umekaa kwenye ndoa, alafu kiukweli raha yako ya ile ndoa iko kwa watoto peke yako pia, na hapo something is, yaani furaha yako ni watoto, sio mume wako wala mke wako wana. something is wrong. Wakina mama wanapenda mawasiliano wanapenda wanapenda. Kuna watu wametoka kwenye zile imani kwamba mwanamke hatakiwi kuambia kitu chochote. Hiyo ni culture, sio asili ya mwanamke aliyeumbwa. Uh-huh. Okay. Na ninyi akina mama pia ni vizuri mjifunze kuhifadhi mambo umezenu, na wanawambia. Kuna wengine mtu akwambia, nikimwambia mke wangu kesho na kesho kuta nitalisikia

usizungumze lakini, kuna vitu ambavyo vinakutokota. Huwa nawaambiaga na wanaume wana, wana tofauti kwenye communication kati ya wanaume na wanawake. Mwanaume wanaume huwa wanawaza kabla hajatoka hapa, analifikiria. Wanawake linatoka kwanza, au <laughs> likishatoka ndio anali analiwaza alafu, kama limekuumiza utasikia imekuuma, ah bana, <laughs> mbona sikumaanisha hivyo. Yaani analiwaza baada ya limezaleta athari Yes, ndiyo maana wengi baada wanaomba hata wanaomba msamaha, naombe nisamehe, kwa kweli nahisi na chiilichoga kime kimewaboa, lakini mwanaume anawaza s so wanaambia kina mama, okay, hata kama ni necha yenu mfiki, lipitishe kwanza kwenye akili yako, hili neno nikishalitoa watalitafsiri vipi, lina madhara yoyote? Sasa utakavolitoa ukaomba msamaha, ukalitoa ukaomba msamaha, ukalitoa unaomba msamaha. Siku nyingine ukisema Afrika umeza, ukiomba msamaha wanakuambia tunakujua wewe ndio huko. Akina baba, wanaume, wanawake wake zetu wanapenda kitu kinachoitwa affection, affection, ukaribu. Chemistry. Safi sana. Event nzima pia unaweza kuipata kupitia mira.ai.com Tahali, Google, lukumala, yes. Kwa jina naitwa Petronila Kazimoto natokea kampuni General Enterprises, ni wauzaji wa vifaa vya umeme na bomba, tuapatikana Dodoma. Okay. mm -hmm. Okay. lengo haswa la kuanzisha hii seminar leo, kwa nini? Uh, event ya leo ni tutaka kwanza tu, tuje kutambulisha vitu vipya Dodoma, kwa sababu semina hizi kama ambazo anazifanya Dr. Chris Mauki manyingi wanazifanya Dar es Salaam tu, mikoani ni mikoa michache. Kwa hiyo tukawa tumeleta Dodoma ili watu waweze kumjua zaidi, na kwa hiyo tukaja kwa ajili ilikuwa ni kama introduction. Kwa nini okay? yeah. mmelenga ni zaidi kwenye sekta ya mapenzi <laughs> Kwa sababu ya vitu vingi, ni vitu vingi siwezi kuvieleza vyote, lakini kwanza ilikuwa ni kwa sababu tunahitaji tuna, tuna, tuna tunaamini tuna kwenye mahusiano bora ama ndoa ambazo zimesimama basi, na hata uchumi wa familia unakuwa mzuri, na uchumi wa familia ukiwa mzuri, basi uchumi wa taifa unakuwa vizuri. Okay. Ah, mapokeo ya watu wa Dodoma ni kwaje? Mm, mapokeo sio mabaya sana, ni mazuri ingawa sio kama ambavyo tulikuwa tumetegemea, lakini we, kwa sababu ni mara ya kwanza tuna event kama hii inafanyika, tunategemea kama itafanyika tena mara nyingine, basi itakuwa nzuri zaidi. Okay, na ni event mwendelezo <laughs> ya <bambari> ya <laughs> ni. Ni event mwendelezo lakini, si event mwendelezo wa mahusiano tu, itakuwa ni event mwendelezo ambayo itafanyika na OPGN Enterprises, lakini itakuwa inalenga vitu tofauti tofauti kama biashara, kilimo na kadhalika. Okay, na itakuwa nchi nzima A, kwa sababu opijano tabeazoko Dodoma, kwa hiyo ni Dodoma pekee.